Wakurugenzi wa kampuni ya Busia Outgrowers wametimuliwa afisini mara moja kwa madai ya kupora jumla ya shilingi milioni 11 ambazo kiwanda cha sukari cha Mumias kimekuwa kikilipia kutokana na huduma za trakta za Boko tangu kiwanda hicho kifufuliwe. Aidha, wakulima wa miwa katika kaunti ya Busia wamesifia hatua ya kiwanda cha miwa cha Mumias kuwatimua wakurugenzi hao kwa madai ya kuwanyanyasa, wakitaka uchaguzi wa kuwateua viongozi wapya kufanyika haraka kwa sababu tunataka tusikue kama ile Mumias ya za zamani. Ni hatua kali iliyochukuliwa baada ya wakulima wa miwa kutoa malalamishi yao hadharani kwenye mkutano ulioandaliwa katika soko la Kisoko, eneo bunge la Nambale. fukuzeni hao watu kabisa ni mkutano uliowaleta pamoja wadau mbalimbali katika sekta hiyo, wakiwemo wakulima wa miwa, maafisa wa usalama, pamoja na maafisa kutoka kiwanda cha sukari cha Mumias akaweka ya kwamba miezi sita wakulima hawa waliojawa na ghadhabu wamedai kuwa afisi ya wakurugenzi wanaoondoka wa kampuni hiyo ya Boco imefyonza mamilioni ya pesa mbali na kupora mali ya Boco miaka mitatu baada ya kampuni ya sukari ya Mumias kurejelea shughuli za kusaga miwa. Sugar Board imekubali. Kama imekataa waweke 10 kilometers, then wafanye nini? Wapime miwa. Kuna... tukiangalia hii mkutano, kina mama hawako wako mashambani wanalima vile miwa wakipalilia, lakini wenye wamekaa kwa ofisi ripoti inafikanga tu na hawa wanapokea, lakini mwenye ananyanyaswa sana ni kina mama ambao wanalima, watu wametupora zaidi. Eh? Wamenenepa matumbo. Is very brown kwa pesa yetu and which is not good. Kwenye mkutano huo, mkurugenzi wa kiwanda cha sukari cha Mumias Stephen Kihumba ameamrisha kuwa matrakta yote ambayo yako chini ya usimamizi wa Boko yarejeshwe katika kiwanda cha Mumias hadi wakati ambapo wakurugenzi wapya watakapochaguliwa. Kuna uoga nimeona kwa wengi wenyu ambao wamesema ombi lile nilikuwa nalo Lakuwa. Wakijua wanatoka wale wako matinga watapola. in the next 21 days I want all the tractors to be packed at Kisoko. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kwenda kutuwakilisha huko, ni yani ni wale wale, lakini misitu ndio tofauti. Kuanzia saa hii ile ofisi zinaondoka. Madam DCC usikabidi watu ufunguo ufungue, ibaki kwa makono kwa makono Kihumba ameamrisha kufutiliwa mbali kwa orodha ya wakulima wanachama wa Boko na kuwapa wakulima muda wa majuma mawili kujisajili upya kabla ya uchaguzi wa wakurugenzi wapya kufanyika. The easiest way to clean up your system is to immediately have a registration exercise. Can you do that in the next two weeks? Ni kauli ambayo imeungwa mkono na Naibu Kamishna wa Nambale Caroline Onchoka. Akiwataka wasimamizi wa kiwanda cha Mumias kuzuia akaunti za Boko ili wakurugenzi wanaondoka afisini wasipore pesa zilizoko kwenye akaunti hiyo. Property ya Boko. All the tractors ya Boko, all of them will be in custody of Mumias Sugar Company until the new directors wameingia. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia. Wanawake.